Annabel, ulivyoniona hivi siku zaliwa nikiwa kipofu, hila ni changamoto ya maisha oh, siku mzima nitafuta Annabel sijamupata, saa jamani, natamka wapi Mambo kwaje, nikusumbue kidogo. Kuna mutu natafuta, sijui kama unaweza kumuona huyu dem anaitwa Annabel. Jamona eria? Mungu wangu, sawa sana. Habari zeni kaji sasa nataa niwasumbue kidogo, kuna msichana natafuta naitwa Annabel, naza kushoo picha yake kuniambie kama namjua, naza kume nisaidia sana. mm -hmm. Yeah, e anapenda kutembea mm -hmm. area yeah, jamwonaataanya oh, wow. mm -hmm. watetu okay. yeah. Wasante, ni mshukuru yeah, yeah. Mambo bosi, kuna kitu nataka kukusumbua kidogo. Kuna musichana atakuta naitwa Annabel amepotea anapenokujaiyeedia Ame, lakini tangu juzi tujamuona sijii kama uina mdini kicha. Mungu wangu joni, ndie imefika kwanjia, suburi sijatulia. Asante, asante, asante. Niaje bosi nataka kusumbua kidogo na musichana natafuta, anaitwa Annabel amepotea. Naomba tu nikuoneshe niku, picha, niambie kama umeshamwona ama umemwona mahali tu, natmenisaidia sana. Ujawai? Ebu urudia tena uangalie vizuri. je, umemwona? Asante, asante niko mbali sana saa hii, hata Sayata... hey, kuangalia okay. Nakuja vile mafuli wanaendelea ama kazi iko? Alafu hii shamba yako si tulisema ikatekatwe bwana, sasa iko aje hivi? Hii shamba inavaa katakatwa hii yote hivi. Sawa sawa, nitaongea nayo baadaye. Hii shamba inavaa katakatwa Alo, okay. Stesi niko nayo, kazi ndiyo imeharibika, Annabel ndiyo amepotea. Mm, kusunua kidogo mambo, so kuna msichana anatafuta, anaitwa Annabel. Pole kwa po kusumbua, nazaomba naza ni, ni, ni kushow picha yake, uniambie kama umeshaimuona.

Kazi ndio hiyo, bado sifanyi kazi. Inaharibika na kusana na watu pia kazi like. Niko na hofu ya Mungu. Mungu nisaidie. Hello, Hilda. Yes, ukoaje? Poa, niko poa. Sasa uko wapi? Mimi mbona mimi sikuoni. Mimi ni nini unaongea hivyo? Unaongea niko umekasirika. Mimi sijajua, mimi sijajua. Mimi nakwambia mimi nataka ukuje tuongee, kuna shida. Kuongea na mimi, kwani shida iko wapi? Story mingi gara, kishu, kuje kuja. Au nikupata wapi? hadi hakuna kinyo, nilikuwa nafanya nikuwa natembea tu na textrol huku around. Eh, sawa sawa, acha tupatane hapo, but utaniambia shida ni juu, unaongea niko umekasirika. Aya, sawa sawa sawa. Nataka nimubembeleze atikuja, nikubembeleze nabembeleza kama nani? Mambo, Hilda. Oh, Mbona umechelewa? Nilikuwa nilikuwa nafanya kitu kwa nyumba. Mbona umekasirika? Kwani kuna shida? Mimi sijakasirika. Unajua ni nini nimekuleta hapa? Najua na, unajua si rahisi ni kuita hapa sawa? Eh, si, si, si like, shida iko wapi? Shida ni? Mm -hmm. Annabel ako wapi? Annabel? Eh. Waje kujifanya. Oh. Umenita kuniulizia hiyo swali? Wacha nikwambie. Umenipigia simu, ah, nikuja hapo niulizie na nani? Hilda. Nikipata unauzika na ni kupotea kwa Anabel. Mhm. Hiyo ni story yako na mimi sijui chochote. Umeniita hapo kuniulizia na nani? Hilda, uko na nguvu ya kuniuliza tena utafanya nini? You You need? You won't do do anything. anything. You can't do anything. Unajua hiyo kichwa ni yangu. Njia yako sitakata. Usiniite hapo kuni threaten. You can't do anything. Hilda, wacha kunipima akili. Don't you dare. Don't you you you you, dare. dare threaten me because you can't can't do anything. I'm telling you, you can't do anything. Hilda, hata kuna kitu naweza kufanyia? Hakuna. Wacha nikwambie kweli. Tulia, sawa? Huniogopi mm -hmm. ni, nisikie mm -hmm. niwelifanyie mambo nani. Annabel apote. Ukona evidence. you you evidence, can't do do anything. And what do you think you can do?

Hali yake si nzuri a, tunamshughulikia kwa sasa. Kuna ambaye amekuja naye o, sijui ni nani kwake, sijui ni nani kwake. So make sure umemshughulikia, alafu ambia caretaker anione kwa ofisi, sawa? Halo, mama, eh. Oh, mama, nimekwambia nimekwambia, bado mi, hata mimi niacha kazi bado na... na... na... nafanya my best, namtafuta eh. Ni lazima we wa... wa... wacha stress, ni lazima ni lazima tutampata. I promise you eh, story ndio nashughulikia Kazi kazi kazi kazi, siendi kazi, siendi nimeacha kazi kidogo, na kwanza nafanya shughulikie Annabel, kumpate kwanza ndio tujue vile natarudi kazi. Ndio kitu ya maana kutafuta Annabel. Sawa mama, mama nitafanya my best si, nilikwambia, niliku promise we trust me. Sawa basi, tuache basi na kuongelesha, lakini sikuwe na stress na kuomba ni sawa. Popo asante, shukrani.

Wasubiri hapo nje kidogo.

Hey, umpata nafuu? Unajisi aje leo? Uko sawa? Acha nite daktari. Daktari, umpata nafuu? Hey.

tumaona improvements tangia alikuja, at least sahizi unaona ana keti aku ana keti. Yeah. Mm-hmm. Hii simu inaweza kuwa ni nani? Hebu nishike tu. Ni nani? Ni yes. Eh, mimi ndio mimi ni mama yake. Ako wapi? <coughs> Medical Center. Nakuja tu sahi, sahi, sahi, sahi nakuja hapo. Habari daktari. Mzuri, karibu. Nina mgonjwa wangu hapa, hmm. Nimepigiwa simu amelazo hapa kwa hospitali yenu. Mgonjwa wako anaitwa nani? Anaitwa Annabel. Annabel ni nani kwako? Annabel ni msichana wangu tena nyingine ya pili. Kaemba Annabel, kaemba yeah. Hata ni kuangalie kwa kitabu, kimeone mali tumemweka, ako wodi 5, na yuko hai Anapeleako yeah. mm. mm. Sawa, hayuko vibaya sasa. Nitaendaje? nitaenda hivyo straight, hapo kuna stairs hapo, mari wameandikasha ah. utapadia hapo, ukute hadi ya hii mrango enye kwapo tu, anapeleako apo ndani. Sawa sawa, daktari. Nini lifanyika ukajikuta huku? Sinaweza penda. ni nini ni gaiikugonga? ni nini lifanyika ama we umejikuta huku huku? Na hii kutembea kwako, mara mingi nashindaga nikikuonya sinakwambianga itakuletea shida siku moja. Sasa unaona mahali umejikuta kwa saa hii, mimi napigiwa tu simu na mtu mwenye hata sijui, naambiwa uko hospitalini. Ani jichunge mama, jichunge na nilikuambia ujichunge. Asante sana kijanangu, barikiwe na ulimpata wapi? Haki ubarikiwe, Mungu akubariki, barikiwe. Na sasa madaktari wanasema, unasikiaje? tunaweza enda kwa nyumba ama bado uko huko kwa muda? Hey bro imechoka wana. Hapana, si hivyo. Si unajua wewe kawaida. Sasa, nilikuwa nakutafuta, nilikuwa nataka nikupigie lakini simu yangu imezima. Maneno gani? Hakuna maneno, iko zaa kwanza ndio imechemka. Brother yako anitafuta maneno kena sana anitafuta. Maneno enda atapata kenye anatafuta, unafaa muulize. Niye ananitafuta maneno? Nilikuwa tu kwa nyumba, alafu anipigia simu nitia bullshit, ananiita mimi nikuje nifanye nini, kuniuliza mambo sijui na Annabel ama Annabel, sijui msichana wake wenye alikuwa nae, ile story nilikuwa nakwambia last time Hapana hey, hiyo jina like si yeah. na sound tu familia dho, simjui, siko shua, labda nimuone amefanyikiwa nini, sijui hadi kupiga na wakora katipo kwa msitu huko sijelewi. Oh, pole dho, simjui lakini, hiyo jina si labda chana nayo siki tunafikiria Oni, hiyo iko sawa yeah, itakuwa sawa mi kenye ilikuwa nakutafutia niyo stori ya bradhako. Ananitrete mimi. Yani unajua nani, amenizao nijui vizuri. Acha anayo acha tunayo. Mi kenye menileta niyo stori. Warn your brother to stay away from me Ongea na yeye mi asijui anitie swali gani, uliza story. Yani mi mina usikana mi nilishia else atapata kenya tafuta kwao, eh, jaribu eh, ongea na yeye, asinipigie simu tena na kuniuliza upuzi, siezi hata, nimeongea ni na Max, akwapa chini anakuza Wacha tusikie yeye atasema nini. Hata yeye mwenyewe hizo siku zote hatukujua uko wapi, tumeshinda kutafuta, kumbe uko huko hospitali. Pole, lakini hata wakitoka hapa, tafadhali hebu jichunge, ukaj mama wanisema aje? shida ya ai hata sielewi, sijui ni gari limgonga, sijui aje jua. Hata ukimuuliza, anasema yuko sawa au aungei, sijui ni nini limfanyikia. Tushukuru Mungu tumemupata, enyewe tushukuru Mungu yuko hai. Mungu asante sana. unafili aje sahi? kichwa kizunguzungu, sijali sahii, niko hapa na mama nakushughulikia. Sasa mama, ili ukaje bado sijajua. Mi venye nilipigiwa simu nilikuja tu kujua mahali yako na yuko waje, juu kutoka hizo siku zote hayuko asikizi. Mimi, unasikia kukula nini mama, unaona eh? mm -hmm, venye amekonda sasa. Si shida ni yake, Annabel anajua, ana macho mtoto atulii mtoto wangu atulie kwa boma, hata ni Mungu tu mi sikujua ni nini ninini li limfanyikianacho. Oh, mi na, na, sai nafilgudi, lakini roho imetulia kidogo. Wacha kwanza tumshughulikie, tuache kumuuliza maswali mingi aje kwa sawa, kitu tunazaomba, tunaenda huko reception huko chini tulipe hizo bill, tuulize kama tunaza mtoa tunaza kwa wosi pa tuende home. Mwanzo lazima tuulize kama anaweza toka juu, bado anasema anasikia uchungu hapa. Sasa sijui sielewi, ye mwenyewe alijikuta huko. Niliuliza yule kijana mwenye alimleta, aliniambia ye alimkota akilala chini, kuna kijana alimleta huko